tuko hapa leo, zinafungua kesho. Hizi checks zinaenda uh, kusaidia hawa wanafunzi warudi shuleni na school fees ya kuhakikisha kwamba lazima wanafunzi wasome, na hiyo ndio jambo ambalo mimi nataka kuweka mkazo um, um, sana ya kwamba ofisi yangu hata kabla hatujafika katika ofisi ya governor. tunataka kuonyesha ya kwamba tuko tayari kufanya kazi hata kama hatujafika huko na tayari kazi imeanza tukiendelea kusupport hawa watoto waende shuleni to to support parents to make sure children remain in school not sit at home shule zikifungua kesho wazazi wote wapeleke watoto shuleni na hiyo ndio jambo ambalo mimi nimejitolea kama Tim Wanyonyi ya kuhakikisha ya kwamba ile pesa niko nayo ile kidogo, lazima tusaidie watoto wetu wafanye nini, wapate elimu na elimu ndio msingi wa maisha bora hapo mbeleni, siku za usoni. This is the future of Kenya. This is the future of Bungoma. Na kama hatuwezi we don't get it right with these children, then we shall lose them and we shall lose our future, so our investment in our children, in our education is a sure bet that these children will take over from us and Bungoma and Kenya will be a better place for all of us even when we have exited from the scene. Leo eh, January hii tumeweza kuwakabidhi wanafunzi zaidi ya 47 hundi za school fees, bankers checks za school fees ambapo kila mwanafunzi ameweza kufaidika na school fees ya 10,000. That brings to a total of uh, approximately 470,000. Na juzi, two months ago, tulikuwa hapa na nyinyi, tulikuwa hapa tukapeana y 410 hiyo tukifunga mwaka, na this this comes as a blessing in this case kwa sababu unajua hii ni Januari na um, juzi nilisema last time pia narudia tulitumia njia tofauti ku sample the needy cases, kesi ambazo zinahitaji wanahitaji usaidizi kwa area ya Bungoma, na nataka kushukuru Mheshimiwa Tim pamoja na marafiki zake kuweza kuwakumbuka hawa wanafunzi ambao kesho hawangeweza hawangekuwa na hawangeweza kuenda shuleni, but kwa sababu ya bidii yake na uaminifu kwa masomo, kesho wataweza kuenda kwa mashule zao tofauti tofauti. uh... Kitu ya kwanza umeleta mambo ya kusema mimi ni mjumbe, na kuna eh, kuchelewesha kwa kupeana basari katika maeneo za bunge, na wazazi wanachelewa kupeleka watoto shuleni. Nataka kuhakikisha ya kwamba saa hii vile nasungumuza hivi, all constituencies maeneo zote za bunge washapata pesa ya basari. Kwa hivyo hizo basari watapeana hivi karibuni, na watahakikisha ya kwamba watoto wamepaki shuleni na hizo fizi zinafikia zitalipa. Hata mimi hivi karibuni nitarudi huko Westlands niende nipeane ni, ni, ni hizo eh, basaris, tuhakikisha ya kwamba watoto wote wapate basari warudi shuleni. Kitu ya pili mimi nikikuja hapa, unajua county government hawana mandate ya kulipa school fees, na hiyo Unakumbuka, uh, control of budget alitoa hilo onyo kwa magavana akasema county government always be on bursaries but it depends with the, how you deal with your work huwa anasema kila mahali innovation you can have the law but through innovation, you will get enough funds to do so many things, including paying school fees Sometimes it depends on who is the occupier of the office. You can still work out and find a way that you are not breaking the law, but you are serving all the interest that uh, comes in your, on your desk. So it just is about how you do your things and plan them.